Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya ulevi. Ulevi lugha hiyo, ndio tuelewane. Ulevi maana ulevi ni vitu vingi, kuna watu analewa kwa vidonge tu, akinywa vidonge vya mafua analewa, au sio? Vidonge vya mafua, mtu analewa, sio vidonge vya mafua, pombe hapa. Tumeelewana sasa, hakuna kamusi inayotakiwa kuna mito ya pombe pombe yenyewe Mungu kaisifu ladha, ni pombe yenye ladha tamu. Lisharibina, kwa wanywaji, yaani Mungu katengeza huo mto wa pombe, pombe tamu ladha yake kwa wanywaji. Na ndio sisi, ndo sisi hapa, sisi ni walevi wa baadaye. Wengine wamewahi wanalewa hapa duniani, hapa wanalewalewa uchafu, ina hivi matatizo, wanaanza kunuka mtaani, wanaharibu kila kitu, kinakuwa ovyo, ye mwenyewe mtu anaharibika kuna baadhi ya pombe akilewa mtu akanywa akikaa masaa matatu, akija hapa tutaondoka yeye mwenyewe, anavyotuumiza roho zetu sisi. Sikwambii kama atakivi haja kwenye chochoro yenu njiani, mtahama. Mta pombe gani? Kule kuna mto na Mungu mwenyewe aliutengeneza, sema anharu min hamri lahati sharibina, ndo ule mto. Nausubiri mimi huo wa pombe, maana si hatujakunywa hapa. Hapo, wana sisi, um, si, mtu hapa apa tunangoja. Ah, tunangoja tukifika kule eh, Subhanallah, mimi Mungu ashanambia tu Bwana Uthmani nenda peponi pale, napiga mbio kwanza, nakwenda mtoni kwenye mto huu huu, mto wa pombe ndio tutakapoanzia na sitaki glasi, mm, glasi ya uchupa kama hivi. Nikifika mimi napiga mbizi mule, mule ndani ya mto kabisa Nazama, nikiibuka nimekunywa, nazama tena nakunywa. Hivyo tu nasubiri hicho kitu, inshaallah Mungu atupe. Kila mtu anatamani mambo yake, na nyinyi mna mambo yenu, mtapata huko. Kila mtu anapata la kwake, mimi naanzia hapo kwanza.